Nye, habarini za saizi? Salama sana mchawi mkuu. Heshima yako mchawi mkuu. Uishi milele mchawi mkuu. Inamana hamjapata sanifa. Alafu mbona leo mko achache? mwenzeni uko wapi? wengine wapo kilingeni. Mbona huyu hajavaa sare za kichawi? Oh, samahani sana mchawi mkuu. Nimesahau kupaka unga wa kichawi, wakati wa kuruka ungo wangu ulikuwa na changamoto leo Yaani, unajua kabisa huo ni uzembe. Uzembe kichwa umeufanya huo, hauwezi ukafanya kazi yetu ya kichawi bila kuwa na rangi kama hizo zako. Inabidi upake rangi ya masizi ya blue, ndio uweze kufanya kazi yetu ya kichawi. Huo ni utaratibu wetu. Sitaki nione nione hili likirudia tena, sawa? Sasa, pamoja na uchache wenu, naombeni mmesikilize haya maagizo nitakawapatia, sawa? Tunakusikiliza mchawi mkuu. Sawa, Nimewaita nyie hapa. Mtakuwa kama wajumbe wa kufikisha taarifa, muende kwenye nyumba za wachawi wengine mkawaambie kwamba kesho tuna shughuli kubwa sana, shughuli ya kafara. Kila mmoja inabidi alete kafara hapa, lakini kafara hii itakuwa ni kafara special. Kwa hiyo inamuhusu Mama Zuena. Mm, Mama Zuena. Lakini mchawi mkuu, mbona Mama Zuena alishamtoa kichanga chake? Acha kupingana maagizo. Mizimu imemchagua Mama Zuena kwa sababu yeye ndiye atakayetakiwa kutoa hiyo kafara. Atabidi amtoe ya baba yake mzazi katika kafara hii, kama shukulani kwa ajili ya mizimu yetu hii ya kikakara. Sawa. na wewe ndevu mbili, na kupa maagizo haya. Wewe jukumu lako inabidi upitie kwa mzee Korongo. Pita kwa mzee Korongo, mwambie yeye ni mganga wetu wa mchongo. Kazi yake kubwa ni kuwadanganya watu na kuwapatia mitishamba feki, ili tuweze kupata kafara nyingi sana na tuweze kumwaga damu nyingi katika kijiji hiki, sawa sawa. Mchawi mkuu, nitamfikishia taarifa kama ulivyonielekeza. Mzee Kolongo, safi sana, napenda vijana ambao wanamotisha kama wewe. Yani kikubwa kabisa, mjitahidi kumfikishia taarifa mama Zuwena kwamba anahitajika sana kutoa kafara, na kafara hii ni muhimu sana kwa ajili ya mizimu ya kikakala. Inabidi msisahau hili na kingine inabidi mjitahidi sana wanakijiji wasiweze kuwagundua, maanake wakiwagundua tu, tutakuwa tumeharibu kila kitu. Muendelee na kazi yenu ya kuloga na msiache kuloga kila siku, inabidi mtembelee kila nyumba. Endeleeni kuloga na kuloga, tunahitaji kafara zaidi, maanake kila tunapopata kafara ndivyo tunavyozidi kukua zaidi. Sawa, hicho nadhani umemsikia vizuri mchawi mkuu, inabidi tujitahidi sana kuweza kutekeleza haya maagizo yake makikwenda kinyume na hapo tutakuwa tumejiingiza katika matatizo mengine. Mimi nitakwenda kwa Mazuena, lakini wewe jitahidi sana kupitia kwa Mzee Korongo pamoja na wachawi wengine ili kila mchawi wa chama chetu aweze kupata hii taarifa. Na wacha usiku, nitajitahidi sana nisiweza kukosea masharti haya. Kwa nini nimechelewa leo, hii sasa ni kama mchawi mkuu asinielewe. Nimechelewa sana kwa nini kikao. Na leo ndo kikao cha muhimu sana leo cha kujua kwenye chama chetu cha kichawi, nani anatakiwa kutoa kafara. Sijui ni zamu ya nani au yule mama Kalunde. Eh, nimechelewa sana. Nimemiss vitu. Mama Zuena, nimepita kupatia taarifa. Mchawi mkuu ametoka kutangaza kwamba wewe ni zamu yako kutoa kafara. Inabidi utoe kafara tena, inabidi umtoe baba yako? Hapana cha usiku, itakuwa umekosea. Mimi nimtoa kumtoa kichanga changu mwanangu, nimemzaa hata wiki mbili alikuwa hajafikisha, inabidi mtoe kafara kwa ajili ya mizimu ya Kikakala? Sasa inawezekana vipi? Inawezekana vipi, ndani ya wiki moja nimtoe kichanga na bado nimtoe baba yangu? Itakuwa umekosea. Mama Zwena, hauwezi ukapingana na amri ya kichawi. Amri imeshatolewa ni zamu yako, inabidi utoe kafala tena. Kafala yako itatumika kama kafala kuu, kafala zingine zitakuwa ni kafala za kusindikiza tu. Sawa, jamani, cha usiku, mimi sikatai kutoa kafala, na mimi ni mtoaji kafala mzuri sana, wewe mwenye shahidi lakini sasa ukiangalia, mimi bado tumbo la uzazi bado linanisokota tu Alafu ukiangalia nimetoka kumtoa kichanga, hata wiki mbili alikuwa hajafikisha. Nimetoka kumtoa tu kwa ajili hii ya mizimu ya kikakala, mambo yangu yaweze kwenda vizuri. Sasa inakuwaje, inakuwaje nimtoe tena babangu mzazi? Jamani, inabidi hata wafikirie, kwa nini wasinge mtu mwingi wasingempa mtu mwingine? Jamani, mtu mwingine naye ingebidi apokee hiki kijiti. Tatizo lako Zuena, wewe unakuwa mvivu sana kuhudhuria vikao. Ungekuwa unahudhuria vikao, ungekuwa unatoa mada, unachangia mada, kipi cha kufanyika na kipi cha kuboresha. Hasa wewe mwenzangu, kwenye vikao vya kichawi hauji, mwategemea nini? Mwategemea nini? Ndio hivyo, mimi nilikuwa kama mjumbe, nimeambia nikufikishie taarifa. Kwa hiyo inabidi pia uhudhurie katika mkutano wa wachawi, ukiwa umeshakamilisha kafara. Kafara baba yako ni kafara kuu inayosubiriwa na wachawi wote. Kwaheri Mama Zuena, mimi naondoka ani mm. E, kwa biashara ya waganga ilivyokuwa ngumu hivi hivi, nitaweza kweli kupata watu? Nitaweza kupata wateja kweli? Manake hali imekuwa ngumu, watu hawaji kwa waganga kabisa. Au makanisa yamekuwa mengi siku hizi eh? labda niende kusubiri, naweza nikapata wakubatisha wawili watatu hapa Vipi Mzee Kolongo? Unashangaa kuniona au? Nimefika kukupatia taarifa ya muhimu kutoka kwa mchawi mkuu. Eh, taarifa? Taarifa gani tena hiyo? Ngoja basi nisogee karibu niambie. Tena nisikize kwa makini sana Mzee Kolongo. Nime, nimeagizwa na mchawi mkuu nikufikishie hii taarifa. Ni taarifa nyeti, ni taarifa ya muhimu sana ambayo unatakiwa uisikilize. Ah, hipo hivi. Katika chama cha kichawi, wewe umepewa jukumu la kukaa kama mganga. Wewe jukumu lako ni kuwapatia wananchi dawa na miti shamba ambayo sio original uwapatie mi, mitishamba ambayo ni feki. Hii itasaidia kuwe na ongezeko la wagonjwa wengi na kafara nyingi sana, ambayo hii itakuwa kama sadaka kwa Mungu wetu Kikara. Sawa, haya maagizo nimeambiwa uyatekeleze, tena uwe makini sana, uwapatie miti shamba na dawa ambazo ni feki. Hicho ndo kitengo chako. Oh, kumbe hiyo ndo agizo la mkuu. Sawa, nitajitahidi sana kuwapatia dawa na mitishamba ambayo itayakoroga matumbo yao na hata wakisema waende hospitali, ugonjwa hugonjwa hautaonekana, mm. Very nice, my boy. Jitahidi sana kuzingatia masharti ambayo umepewa ili usije kukosea, unamjua kabisa mchawi mkuu wa adabu zake zilivyokuwa kali. Mzee Msegena, nimefika kukupatia taarifa kwamba hautakiwi kukosa katika afali ya leo usiku. Tukiwa tunasherekea kafara yetu ya leo usiku. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kufika katika tukio hilo. Sawa? Ebo, asa naanza kukosaje? Na vipi? Itakuwa ni kafara ya nani? Ni zamu ya nani kutoa kafara sasa hivi? Manake iliyopita alikuwa ni Zuena. Sijui sasa hivi atakuwa ni nani. Mizimu imemchagua kwamba Zuena inabidi tena atoe kafara. Sijui kwa nini wamemchagua mara mbili mbili, lakini hiyo ndiyo mipango ya mizimu. Amepangwa Mama Zuena yeye ndo atakaye kutoa kafara du. Sasa mbona wanamuonea? Zamu yake ishapita bana, ilibidi awe mtu mwingine. Hata mzee Kolongo naye ingebidi ahusike. Kwa nini wanakuwa wanamrudia mtu mmoja kila saa, wanamrudia yeye tu? Ah, mimi na wewe hatujui zamu yetu ni lini. Kwa hiyo unaweza kupangiwa zamu na majukumu na, na mchawi mkuu inabidi tu yatekeleze. Ujitahidi sana kadri ya uwezo wako uweze kuyatekeleza. Mwenzetu leo Zuena amekutana na madhila haya. Huwezi ukajua kesho itakuwa ni zamu ya nani. Kwa kweli, hizi sheria zinapita kwa kila mtu, kwa ujitahidi sana. Mimi nishakufikishia taarifa, na ujitahidi kuwa kuwaambia na wachawi wengine, kuwahamasisha waweze kuhudhuria katika hicho kikao, sawa? Ni wakati umeshafika, ni wakati wa kwenda kusherekea kafara ya mama Zuena. Nilikuwa nikisubiri kwa hamu sana nilikuwa naisubiria kwa hamu sana manake, nikikumbuka alivyomtafuna mwanangu alimtafuna bila huruma kabisa. Yaani, kwa kweli leo niko tayari kwenda kuenjoy kafara hii kubwa, sitaki hata kuchelewa hata kidogo. Hatuna muda wa kupoteza, mzee Upala, huu ni muda wetu wa kuondoka sasa, manake wachawi wengine wameshatangulia.